Marekani imefikia makubaliano tofauti na Urusi na Ukraine hapo jana kuhusu kusitisha mashambulizi yao baharini na kwenye miundo mbinu ya nishati ambapo Washington pia imekubali kushinikiza uondoaji wa baadhi ya vikwazo dhidi ya Moscow. Makubaliano hayo ndio ahadi ya kwanza rasmi kutoka kwa pande hizo mbili zinazopigana vita tangu rais Donald Trump alipoingia madarakani. Trump anashinikiza kumaliza vita nchini Ukraine huku hatua yake ya kurejea ama ya kurejesha kwa kasi uhusiano na na na Urusi ikishtua Kiev na mataifa ya Ulaya. Idi Sesanga na taarifa hiyo. Katika hatua ya nadra tangu kuanza kwa vita vya Urusi na Ukraini miaka mitatu iliyopita, Marekani imetangaza kufikia makubaliano ya pande mbili, moja na Ukraini na mengine na Urusi ya kusitisha mashambulizi katika Bahari Nyeusi na dhidi ya miundombinu ya nishati. Makubaliano hayo yalifikiwa baada ya mazungumzo ya siku tatu nchini Saudi Arabia huku Rais Donald Trump wa Marekani akilenga kufanikisha kila alichokiita hatua ya kwanza kuelekea amani ya kudumu chini ya makubaliano hayo, mashambulizi dhidi ya bandari, mitambo ya umeme na mabomba ya mafuta yanapaswa kusimama kwa siku 30 kuanzia tarehe 18 Machi, lakini Urusi na dai makubaliano hayo hayatatekelezwa hadi vikwazo dhidi ya baadhi ya benki zake, ngano na mbolea zake vifutwe. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akizungumza katika hotuba yake ya usiku amesema makubaliano hayo hayategemei kuondolewa kwa vikwazo na kwamba hatua hiyo ya Urusi ni jaribio la Kutosha dunia kocha tri roki rozpovidaye sho sanii Sasa Moscow inadai kitu kuhusu kuondolewa baadhi ya vikwazo, ingawa kwa miaka mitatu imekuwa ikisema vikwazo haviwatishi na hata vina manufaa. Lakini ikiwa makubaliano haya pia hayato fanya kazi, ikiwa Warusi hawatatimiza masharti ya makubaliano ya leo na wakajaribu kuishinikiza Marekani, Ulaya na Ukraine, basi jibu, ninaamini linapaswa kuwa moja, vikwazo na mbinyo zaidi vaayu ya maya buti odna Licha ya makubaliano hayo pande zote mbili zimeripoti mashambulizi ya ndege zisizo na rubani usiku wa kuamkia leo. Ukraine imeishtumu Urusi kwa kushambulia bandari ya Mykolaiv na mji wa Kryvyi Rih ambao ni nyumbani kwa Rais Zelensky, huku Urusi ikidai kudhibiti maeneo mapya na kuharibu droni kadhaa zilizorushwa na Ukraine kwenye Bahari Nyeusi. Katika hali inayozua wasiwasi, Kremlin imesisitiza kuwa utekelezaji wa makubaliano hayo unategemea kurejeshwa kwa miamala ya kifedha kati ya benki za Urusi na mfumo wa kimataifa wa Swift. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema hawana imani na Ukraine na kwamba ni Marekani pekee inayoweza kutoa dhamana halisi. Mataifa ya Ulaya na Ukraini yameeleza hofu kuwa Rais Trump anaweza kufikia makubaliano ya haraka na Rais Putin ambayo yatahitaji Ukraine kuachana na azima yake ya kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO au kukubali kupoteza maeneo yanayokaliwa na Urusi. Rais Trump amekiri kuwa Urusi inataka kumaliza vita hivyo, lakini inasuasua kwa maksudi. Kwa sasa dunia inasubiri kuona ikiwa utulivu wa muda utaweza kuhimili misukosuko ya mashaka ya kidiplomasia au kama mapigano yataibuka tena. Nam, mamia ya wapalestina wamefanya maandamano kaskazini mwa Gaza wakitaka vita vikome. Waandamanaji hao katika hatua isiyo ya kawaida, ya kuonyesha upinzani kwa kundi la Hamas linaloongoza ukanda huo wamelitaka pia kundi hilo liondoke madarakani. Katika hatua nyingine, mamlaka za Israel zimewachilia huru ma zimemwachilia huru mwongoza filamu wa kipalestina siku moja baada ya kukamatwa na wanajeshi wa Israel. Angela mdungu na taarifa zaidi. Waandamanaji wa kipalestina walioonekana katika moja ya machapisho ya mtandao wa kijamii wa X wamesikika wakisema kundi la Hamas linapaswa kuondoka madarakani. Video kadhaa na picha zinaashiria maandamano hayo yamefanyika Machi 25 5 huko Beit Lahia, kaskazini mwa Gaza. Eneo hilo la kaskazini mwa ukanda huo ni moja ya sehemu zilizoathiriwa vibaya katika vita kati ya Israel na kundi la Hamas. Majengo mengi kwenye maeneo yenye idadi kubwa ya watu yamesambaratishwa, wakati wakaazi wamelazimika ya kuhama mara kadhaa kuepuka mzozo. Maelfu ya wakaazi waliolazimika kukimbilia kusini mwa Gaza mwanzoni mwa vita hivyo ambavyo vimeshawaua zaidi Wapalestina hamsini elfu kulingana na mamlaka za ukanda huo walirejea mwezi Januari baada ya makubaliano ya kusitisha vita kuanza kutekelezwa. Hata hivyo, Israel ilianzisha tena mashambulizi mapya Machi 18 na kufifisha matumaini ya vita kukoma katika ukanda wa Gaza. Hayo yanaendelea wakati Umoja wa Mataifa ukipunguza theluthi moja ya wafanyakazi wake wa kimataifa kwenye ukanda huo. Mmoja wa wasemaji wa Umoja wa Mataifa Alesandra Felucci amebainisha kuwa hatua hiyo imechukuliwa kwa kuwa katibu mkuu wa umoja wa Mataifa, Antonio Guterres, hawezi kuwahakikishia wafanyakazi hao usalama wao. Miongoni mwa mashirika ya Umoja wa Mataifa yatakayoathiriwa na kupunguzwa kwa wafanyakazi wake Gaza ni pamoja na shirika la mpango wa chakula WFP, shirika la afya duniani WHO na shirika la kuhudumia watoto la UNICEF. Katika hatua nyingine, mamlaka za Israel zimemwachilia huru mwongoza filamu wa Kipalestina aliyeshinda tuzo za Oscar katika filamu yake ya Noland Hamdan Balal sambamba na wapalestina wengine wawili kwenye eneo la ukingo wa Magharibi. Balal na wenzake walikamatwa kwa tuhuma za kuwarushia mawe walowezi wa Kiyahudi. Kabla ya kukamatwa na wanajeshi wa Israel, Balal anaripotiwa kuwa alipigwa. Akilizungumzia tukio hilo, Balal amesema yani, hujum... lilikuwa shambulio kali na lengo lilikuwa kuua. Baada ya kushinda tuzo wa Oscar, Sikutarajia kuwa kwenye hatari ya mashambulizi ya aina hii. Kulingana na wizara ya afya ya Palestina, wanajeshi wa Israel wameshawaua wapalestina 913 katika ukingo wa Magharibi, wakiwemo wanamgambo.